te nimemfahamu siku nyingi uh, kama, kama kiongozi wa kitaifa nimemfahamu toka wakati, wakati mimi niko shule uh, kwa namna ambavyo alivyokuwa kiongozi waziri katika utawala wa awamu wa kwanza wa, wa, wa, wa, wa, wa Mwalimu Nyerere na baadaye aka akaenda Afrika Mashariki, jumuiya ya Afrika Mashariki, na baada ya Afrika Mashariki alivyo alivyorudi serikalini, ali aliteuliwa kuwa gavana gavana wa kwanza wa Benki Kuu, na kwa kweli atakuwa ni mmoja wa Watanzania ambao wameanzisha mfumo wa, wa fedha wa nchi hii toka hiyo miaka ya, ya, ya sabini na kitu jumuiya ilivyovunjika, alafu baadaye tukaanzisha jumuiya sasa hivi. Nimemfahamu kwa hivyo, nimemfahamu Mzee Mtei kwa hayo eh, utumishi wake serikalini eh, Umoja wa Mataifa eh, kwenye hiyo IMF, International Monetary Fund ambako alifanya kazi kwa muda kidogo kabla hajarudi Tanzania na baadaye vyama vingi vilivyoanzishwa akawa ndio mmoja wa wanamageuzi katika Tanzania. Kwa hiyo kwa hiyo kama nitawarenki Mzee Mtea atakuwa ni mmoja wapo. Eh, ninayemkumbuka wa kwanza ni Mzee James Mapalala ndio walioanzisha mambo, mambo ya mageuzi nchini wakati ule ni chama kimoja eh, kwa, kwa, kwa, kwa hivyo alianzisha chama Chadema na kime, sasa hivi, sasa hivi kina hiyo sifa ya kuwa chama kikuu cha upinzani nchini. Kwa hiyo eh, nimekuja kuunganika na ndugu zake na, na, na, na, na, na Watanzania kwa ujumla. Tumshukuru Mungu kwa utumishi wake uliotukuka na na, na, na, na kazi bora aliyoifanya iwe mfano kwa watu wote. Sasa e, tujue namna ya kulitumikia taifa hili mpaka pumzi ya mwisho. Na mzee tumeambiwa amefariki ana miaka karibu 94 au mingapi, ka anaenda kwa Mwenyezi wake, na heshima yote, heshima yote kwa kweli na ndio naweza nika nene nikalisema hivyo. Kwa hiyo poleni, lakini vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha haya. mimi, niki, mimi, mimi nikiangalia kutoka nje kwa nje, kwa maana ya kwamba siko Chadema, nikiangalia kwa nje, unaposema mzee Mtei alikuwa anajenga hoja, anajenga siasa zake kwa hoja na, na wale ambao wamekuja baada yake wamekuwa hawajengi kwa siasa za hoja, mimi sikubaliani nao. Mazingira tu yamebadilika, mazingira tu yamebadilika, lakini navyofahamu mimi uongozi wa Chadema uliofuata baadaye vile vile wanajenga hoja, wanani, wanaendesha siasa zao kwa njia ya hoja sio hoja ya nguvu. Ndi, ndivyo, ndivyo, ndivyo ninavyoamini, na personality zinatofautiana zina, kila mtu ana staili yake ya uongozi. Kwa hiyo kama mzee Mtei alivyokuwa ni tofauti na dhahiri aliyemfuata mzee Makani, vile vile staili yake ya uongozi ya ilikuwa vile vile ni tofauti, na kwa hivyo hao wengine waliofuata Najua wanataka kuniuliza nani wale wengine waliofuata, kama wana staili tofauti nionyesha, ni ni tu nini ubinadamu wao, lakini hoja ni hizo hizo, hoja ni hizo hizo. Bado wanaongoza chama cha kisiasa ambacho kimeandikishwa kwa mujibu wa sheria za nchi hii, na sheria za nchi hii ni pamoja na katiba inayosema Tanzania ni nchi ya, ya mfumo wa vyama vingi. Kuwa na vyama vingi maanake ni kwamba kuwe na mawazo mengi mbadala, namna ya kuendesha nchi, namna ya kuongoza nchi, namna ya kuona tutatumia nini, tunaenda mbele kwa uchumi wa namna gani. Kama kutakuwa na mawazo tofauti, ni katika kuboresha, ni kwa namna gani tutasonga mbele. Kwa hivyo mambo ya, ya itifaki mimi si sifahamu sana lakini dhahiri, kwa vile huyu mzee alitumika katika sehemu nyingi katika jamii yetu, ndani na nje ya nchi, kwenye e, vyama vya kisiasa, kwenye shughuli kwa mfano za, za, za kilimo e, watu wote ambao, ambao wamehusika naye katika maisha watashiriki. Kwa hivyo, kwa hivyo mazishi na maziko yake yatakuwaje, nadhani watakaa nini familia yake wat, watashauriana na chama watashauriana vile vile na serikali. Tukumbuke vile vile mzee Mtei alikuwa ni ni mmoja wa makatibu wakuu waanzilishi kabisa wa jumuiya ya Afrika Mashariki eh, na, na, na, na kwa hivyo wote hawa watakaa pamoja tuta, baada ya siku moja au mbili tutaelezwa juu ya habari ya protokali itakuwa namna gani. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.